Uh, tunaendelea kuhamasisha jamii. Tunayahamasishaje jamii? Cha kwanza ni kupitia vyombo vya habari kama kwa sasa tulivyo tunavyoendelea kutumia vyombo vya habari kuhakikisha tunaelimisha jamii ili uh, watu wenye ualbino waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025. Ushiriki wetu ukoje? Cha kwanza ni wanachama uh, au watu wenye ulemavu au watu wenye ualbino kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanajitokeza katika kupiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya mtu, haki ya kimsingi kisheria na kikatiba, lakini vile vile kuchaguliwa vile vile, mtu mwenye ulemavu kwa ujumla ni haki yake ya msingi ya kikatiba. Kwa hiyo mtu mwenye ulemavu ana haki ya kugombea kama watu wengine wanavyoweza kugombea. Cha kwanza, kwa sasa, kwa kweli tunaendelea kuhamasisha jamii ili iondokane na mtizamo hasi, uhuru wa mtu uweze kupatikana katika uchaguzi huu ili kwamba watu wenye ualbino waweze kufanya uchaguzi wakiwa huru katika nchi yao. Ni kweli katika serikali za mitaa mambo mengi yameweza kutendeka hapo nyuma ikiwemo mauaji ya binti yetu Asimwe Novati, lakini huko nyuma kuna mwenzetu vile vile Matias Mpongoma aliuwawa katika mkoa wa Mwanza wilaya ya Kwimba katika kijiji cha Ngula lakini vile vile kuna kijana mmoja anaitwa Kazungu aa, aliweza kukatwa, bahati nzuri Mungu akamponyesha akaweza kupona pale Geita maeneo ya Katoro. Mimi niwaombe tu Watanzania kwamba uweze kuondoa imani potofu katika nchi hii kwamba kiungo cha mtu kumpa utajiri au kumpa kula. Tuendelee cha kwanza kuwa na hofu ya Mungu, kuweza kuona kwamba Mungu ni mwokozi wa maisha ya watu.